Na mambo vipi mchongo nguvu, nimemtangaza huko kwa vote hivi na kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendeka mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa inayotendeka mtandaoni inamwangalia kocha wa Yanga. Tunajua kabisa wamepoteza mechi ya muhimu sana ugenini, imekuwa ni aibu kubwa sana kwa timu ya Yanga Afrika. Tunajua kabisa timu ya Yanga ina wachezaji wazuri sana ambao wanafanya vizuri na pia wanajulikana Afrika, Yanga ni timu bora. Lakini bwana kwa aibu kubwa sana, wamefungwa na timu ambayo wakutegemea kama watakuja kufungwa nao. Na maneno alikupa na semekana Yanga inaenda kumfunga umwamba goli nne au tatu lakini kinyume nyume kimepinduka, bwana, wamelambwa wao goli moja bila hiyo. So imekuwa ni hebu kubwa sana kwa timu ya Yanga kufungwa na timu kama ile, na tunajua kabisa lawama zote zimedondoka kwa kocha, na unasemekana huyu kocha bwana amezingua. Kocha amezingua sasa Bwana, inavyosemekana bwana injinia ame mind, injinia ame mind. Na tunajua kabisa injinia alimleta kocha msaidizi kama mbinu, ili kocha huyu akichamba kocha mkuu tu bwana amfukuzwe. Na kweli ametimia, na hali inavyotrend sasa hivi kocha mkuu ametimuliwa hapo. Yanga hayupo tena, na tunajua kabisa huyo kocha ana mifumo kabisa, ni kocha ambaye anafundisha timu ya Yanga. Obvious, tunajua kabisa timu ya Yanga inacheza mpira mzuri sana na ina perform vizuri sana timu ya Yanga, lakini tuangiaje huyu kocha timu ya Yanga inafanya vibaya, ina perform vibaya na timu ambayo Ay, inaonekana kama wachezaji hawajitumi, lakini ni mfumo wa kocha, ni wa kocha ni waovyo kwa sababu Yanga sio kusulu ya kusuluu na Mbeya City ligi hapa Tanzania. Unajua kabisa Mbeya City imetoka kupanda daraja ndio kwanza imepanda ya Yanga bwana. Kocha amezingua. Huyu kocha bwana ana haki ya kufukuzwa, kwa sababu alikuwa kwa sababu anaipromote sana timu ya Yanga Afrika. Tunajua hiyo timu ya Yanga Afrika ni timu bora sana Afrika, na pia ina mpira mzuri inacheza, lakini ina kwa sasa hivi imekuwa inacheza mpira wa kawaida sana, kitu ambacho kimeumiza sana mashabiki. Kwa hiyo mambo ni mengi sana, naongelea ni mtandaoni, na kukumbusha tu, mtu wangu nguvu, usisahau kucomment na kulike na kusubscribe. Mtu wangu nguvu, usisahau channel yetu zote, habari zote mtandaoni. Zaidi na zaidi yangu, zaidi yangu, ni mtu wangu nguvu. Asante sana.